Wapo kati yenu baadhi wa wananiuliza mwalimu, hivi hizi elimu huwa unazitoa zingine kwenye kitabu gani? Sasa baadhi ya ya elimu huwa natoa kwenye moja ya kitabu cha hapa, huwa kinaitwa Shamsul Maarifatul Kubura. Asilimia kubwa ya nyinyi unakuta mmeambiwa kwamba hichi kitabu, the moment ukikifungua tu mtu unaweza ukachanganyikiwa, mtu unaweza ukapata majanga na kadhalika. Lakini hapana, sio kweli, hichi ni kitabu muhimu wake na mikono yake ya kushika. Mwingine anayekuwa kakishika unaweza kukuta mtu ka, kafanya random pick, yani ya page fulani, baada ya hapo kupick hiyo page akaanza kusoma. Yani unaweza kukuta kafungua mathalan mfano page kama hii, alafu akaanza kusoma kipande pasipo kujua sheria zake labda na taratibu zake katika kukisoma, hicho kipande kilikuwa kinahusu nini? Basi unakuta mwenyewe anakifunua. Huu ni mchanganyiko wa vitabu tofauti tofauti, na kama ukiona hapa, huwa ninakuwa nimevikata, nimeweka hii alama ya karatasi, na maana hichi ni kitabu cha kwanza, hichi ni kitabu cha pili, na hichi ni kitabu cha tatu, na mwanzo wake pia ambao tunakamilisha nne basi mkusanyiko wa vitabu hivi katika hiki kitabu kimoja huwa kinazungumzia mambo mengi sana, huwa kinazungumzia elimu ambazo zimetokea katika matabaka tofauti tofauti ya dunia, yani katika elimu tofauti tofauti za dunia na kutoka magharibi, mashariki, kaskazini na kusini mwa ulimwengu, elimu na maarifa ya watu wengi wa Mungu. Hichi ni kitabu cha kwanza ambacho mara nyingi wanapenda kutumia kuna watu huwa wakiona ili kava wakiona kwamba hii ni Shamsi al Maarifatul Kuburah, unakuta wanaamua kwamba nao wanaenda kutafuta kitabu the same na kuanza kukisoma. Nikwambie tu hivi vitabu viko kopi nane tofauti tofauti na kopi mbili tu, ambayo hii hapa ni original ya kwanza, na baada ya hii iko nyingine ya pili ambayo ni kopi yake. Baada ya hapo vyote vilivyokuja ni fake. na asilimia kubwa hivyo vitabu unakuta